a nyiha tie engai na a gateiga ratha na ma maa nda na mainga ngeraga ra mainga mamo magatihia ngoro yakwa ya na ra mwe holy dina Father Jehovah tuko kwa kitabu mzuri sana kitabu ya Nehemia Praise the Lord guys tuko kitabu ya Nehemia ndio sasa. Tusikie neno la Bwana vile linatuambia. Today is about protection, protection, protection. Yeah, God atu protect. Mungu wetu atu protect. Sasa Yeremia, e, kitabu ya Yeremia inaniambia hivi, sikiza neno la Bwana Kitabu ya Yeremia inatuambia hivi. Praise the Lord. Kitabu ya Yeremia inatuambia hivi. Yeremia e, e, moja hapo kuanzia 19 ndio tunasoma. Hebu tusikize. Ibutuskize e, nao watapigana nawe lakini hawataku

i have english nice education sikiza 29 yeremia 29 uh, jeremia 1 vs 19 noty 29 please sorry i'm sorry hi ibuskiza they will fight against you but they will not defect you because i am with you To pre to to protect you, decree the Lord. Amen. Yeah? Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah? Protection ya Mungu iko. Protection tuko naye na Mungu atatufunika na adui zetu. Sasa hapa tukiona, ati nao watapigana nawe. Ebu sikia, nao watapigana nawe. Lakini hawata hawata kushida, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. ati thu ciaku ikuhurana nawe na thu ciaku nawe na uiru ucio mena guo menaguo aria othe mena wiru nawe mekuhuranwo naguo ni uiru ucio menaguo maigue uiru watashindana na wewe, watakurushia mamba mambaya malushi marusa mashetani makurushia maneno mabaya, ebusikia lakini hawata shida, hawata kushida, matingi kuhota tondo ni rogamite na kiugo kiu kia mwathani. Ate nao watapigana nawe, rakini hawatakushida. Dada yangu, ndugu yangu, hawatakushida maana mimi nipo pamoja nawe tondu ngaie hamwe nawe tondu ngaie hamwe nawe mohoi ngai ndagahoteka mohoi ngai ndagasonoka ukire hamwe na ngai ungikihoteka atia kai mohoi ngai ahotekaga ndukumithie biu Ati maana mimi nipo pamoja nawe asema Bwana iri ni kuokoe oh my God. Ati ngai nie gutuhonokia mogwatine mauruine maundu maria turona tatu ngatangehota ngai niagutuhotithia dada zetu god protect you god protect you ati ngai aratwira atiriri tugiana kuhoya tugiana mahoya ati na saitani ndangehotana na ithui wee ngoma we urohotwo na ndugecirie ngoma akoragwo ekiria Koma ndakoragwo ekindu wa uguo ngoma ni mundu makiri hakuhi uria we hakuhi muno nawe ngoma ni mundu okagetuite okagetuite muno na reke ngwire dada zangu tunastahili tujue ya kwamba tujue ya kwamba tuambie Mungu protect God protect I need you protect nataka unifunike Ogiteri wa ngai ogiteri wa ngai niguo turendwo tuhoe Ngai Ngai atuhithe mathaguini make tutige kuonekana ni handu ici itu mm? tuhithwo mathaguini ma Jesu Kristo tondu rekengwire handu hahari ni uraigua Bibilia na uria arauga ni uraigua kirikaniro ria na watapigana nawe rakini hawatakushi

wira ine wa ngai ni ukwenda njamba ndukwenda mudura hahuruo. ndukwenda mudura hahuruo. wira ine wa ngai ni ukwenda usamba usamba wa ngai ti usamba wa umwe nugira nyumba yake ndendaga kiguoya nugira nyumba yake ndendaga kiguoya andu aitu ati nugira nyumba yake ndendaga ki

Judas si re Judas si ni nyinge muno na Judas si re ka inde kimwire. Judas si ni uri awe hakuhi si nawe Judas ni yule ako karibu na wewe na reke nguire si re Judas re ari murata Judas yatekagia o Jesu ni amenyire ati ni ukungunyanira tha kungunyanira tha sigana gukoige koga othake nda ni ukungunyanira ni amenyaga le uri

Ni ufatairie judasi, judasi ni gethomenyane na jesu makiria ni gethomenyane na ngai na jesu na roho tatu mutheru. Judasi ni atumaga mundu ni atumaga mundu e eh? Akinya ikinya ringi Ora akinya ikinya ringi utararikinyite no, kamenya undu ngi utaroi rakei tuthi haha heriri. He mundu gwitwo Samsoni.

ndarira hambataga samsoni uguo ndakimenyaga atirere hinya wa samsoni weko nake ngigikwire ndarira ari murata wa wa hakuhe piyo rekei ndikimwire arata hakuhe nio marakuria arata aria mari hakuhe hakuhe muno nikiurirwo murata mwega na njiitu murata mwega na njiitu

na muti uri matunda ni wikagirio mahiga na dhahabu igeragirio mwakini nduri hindi ungi ya ihiga uikirie mutu muti utale na matunda tondu ni urenda itunda riri guwe ni getho riri umenishika umenishika eh nake Saulu ri okirire Daudi na riu ri reke ndikimwire Saulu na Sauru ri ndugeciria ni mundu umite ati kuraihu Sauru ni mutu mwenyako karibu sana na wewe ona riria uru na muisi agiuka kuiya gwaku ndimuhe ngerekano ndugeciria ati muisi ucio ri aumire kuraihu oka kuiya gwaku no no, no. muisi ucio ni mundu wi hakuhe muno nawe ethie gwetha ngi nigetha amoniera ini connection hari mundu wikirite connection theini wa maundu ma maundu ungiona magithuka maundu ma munu ungiona muici agiuka kuya kuna connection ilikuwa hapo kuna connection tarimu ndu tugi atiriri ringi ni kuhika ringi mundu arenda kuhika no ume musi kwa nyuthi ukahike utekumenya kuria urathie hena connection ya mundu uragwita baby kuja kuna connection No eh, maudu maudu aga, tusikie neno la Bwana ili tuweze kuhubiri. Tunahubiri maneno yenye yako, hatutoi maneno bali bali hasa turaruta kiugo hakuhe mono kiugo turakiruta riri kiugo turakiruta oguku oh, oguku oh, buku oh, oh, oh, ino ya ngai no gwo turaruta kiugo reke tuthomage kiugo wachani tusome neno la bwana ju neno la bwana ni neno liko na nguvu praise the lord ifukulire na ifukudire thomete muno ni kitabu cheni mezwa isoma zaburi zaburi ithatu zaburi, e, e, zaburi tatu eh, hapo verse 5 tusikie maajabu ya bwana juu watu wengine haonagi kama hiyo ni majabu ni maajabu hii ni maajabu na miracle ebu sikia ate nalijiraza nikarara usingizi nikaamuka ulijiraza na ukarara usingizi ukaamuka haya kwa kuwa bwana nilijiraza nikarara usingizi nikaamuka kwa kuwa bwana ananitegemeza Unajua hiyo ni maajabu. Hiyo ni miracle. Saa ile umerara na umeamuka, ujue hiyo ni maajabu ya Mungu na ni miracle. Unastairi, unasimama, unaambia Mungu asante vile ulirara. Hakuna kitu ya ajabu kama kurara. Unajua hiyo usingizi haikuwa usingizi ya kawaida, kurara na kuamuka. Wengine wanaona ni kawaida, it's not normal. Juhuji ujisikiagi unarara na unarara kabisa Embusikiesaire umerara tuko six tumesoma five tuko six. Haya, sitaogopa makumi erufu ya watu walio jipanga juu yangu pande zote. Bwana inuka, Mungu wangu uniokoe, maana umewapiga taya adui zangu wote. Praise the Lord, ati sitaogopa makumi erufu ya watu, ndiwitigira andu makiri na makiri acio mevangite Walio jipanga juu yagu pande zote. Tondo dhusi yaku siye fagete mena na mena. Dhusi yaku wedu rame nya. Wanadui dhu yaku. Sisoka gaya siyo esenyewe kujilete. Adui zako huwajui, wenyewe diyo wanajirete. Mutu wanakuonyesha ya ni adui. Na wewe hujui. Mugu tuti anajua adui zako. Epo sikia. Sita ya ogopa makumi erufi ya watu. walio jipanga juu yagu pande zote. Haleluya. Tunaendelea hapa 7. Bwana uinuke, Mungu wangu uniokoe, maana umewapiga taya adui zangu wote, umewavuja meno wasio wasio haki. Hebu sikia, hebu sikia. Mungu wangu, inuka, ng'eng'ana na wenye wana ng'eng'ana nami, shidana na wenye wana shidana nami. Ati Bwana inuka, Mungu wangu uniokoe. Uniokoe. Uniokoe Mungu wangu uniokoe, uniokoe, uniokoe, Mungu wangu maana Ume, ume wapiga taya adui zangu wote. Umewavuja meno imekaa hivi. Ume wavuja juu ya meno wenye wa, wanaogea wa, wa, yako mabaya. Mungu atawavuja wavuja. Ata wadoa hiyo meno. Eko hagurani ya kanu wawo. Makiali ya datosi ya modo wagai. Modo tayo uragilia. Modo takaru mana. Modo takare liya modo oru. Ate oneku wa uru na uwe kire rea kira gira. E, buskia usikie. Mungu Bwana wa majeshi atangengana na wao. Bwana wa majeshi atangengana na adui zako. Dukae kwiyuriria, usijiulizie. Bwana wa majeshi atangengana na wao. Ebu sikia, dada, ebu sikia yagu. Bwana uinuke, Mungu wagu uniokoe, maana umepigana, maana umewapiga taya adui zagu wote, umewavuja meno wasio haki. Wasio haki wameshavujwa meno, wameodole, wamepatua maraana. Ebu sikia wako no, na raana kwa nini wanaongea mambo yako? Isaia 54 vs 13 no, Isaia 54 vs 17, naye inaniambia hivi 54 54 e eh, 54 vs 13 Isaia 54 vs 17 inasemaga aje? Mungu wangu nikumbushe, ukisoma Isaia 54 vs 17 utaskia hapo vile, hiyo tumeambiwa ati umefuniko na kwambia Mungu ako, na Mungu ni wa maajabu. Hebu tuende kitabu cha Isaia, wacha tuende kitabu cha Isaia sai, usikie Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi atushindanie, Bwana wa majeshi atuokoe. Busikia kitabu cha Isaia 54:17, ni semeseme seme hivi na sijasoma, ati kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika kuhukumu utaihukumu kuwa mkosa, na hii ndio urithi wa watumishi wa Mungu kutoka kwa Bwana. Haleluya! Sasa umesikia Ate kila siraha itakaofanyika juu yako haitafanikiwa. In the name of Jesus Christ. Haitafanikiwa. Kila ulimi itakayoinuka juu yako kuongea mabaya, na ujaifanyia ujafanya mtu kitu, na wewe unajijua, kwako ujaogea mabaya. Kila ulimi itakayoinuka juu yako kuongea mab mabaya kwako, mtu anakuogerelea, anaongea mabaya kwako, utaihukumu kuwa mkosa. Na hii ndio urithi wa watumishi wa Mungu kutoka kwa Bwana. Praise the Lord! Praise the Lord! Haleluya! Praise the Lord! Neno ni neno na neno litaendelea. Haleluya! Haleluya! Haleluya! Praise the Lord! Praise the Lord! They will fight against you but they, they will not defeat you because I am with you to protect you declare the rod and you say amen god protection ya gayeho god protect you and your family god protect to you and your family god protect your kids god protect your hair your body your hair or the atu ndore magonjwa atu protect na maadui atu protect na mabaya Today is the protection ya Mungu. Mungu anatufunika. Mungu anatuondolea hiyo maraana. Mungu atiana tunaambiwa protection protection. Hiyo ndio kitu iko ndani yangu. Ati mimi I need protection for you my God. Ai Ngai wakwa. Nifunikwo na wewe. Protection protection. God protect me oh my God. Ugitari wa Ngai na Jesu na roho tatu mutheru. Woi, aroharaga ni athucito aroharagania riothe fiu fiu maragukirira Jehova aronekana kana. ati mudu na angituo guguikiria mothe moru <coughs> angituo guguikiria mirimo angituo gukuwaririra Ngai agakorwo akinyite mbere Ngai utwaragiririe twaragä rä tuti tondu ithue tuti hatuwezi kujiulizia usijiulizie usitusi mutu usirudishiane na mutu nyamazia uyo mutu mutu munyamazia

nare mwema ithali makab ya kuiteka ndamwira tereri adwa gai jipe guvu dada yangu usijari wacha mungu akungenganie wacha mungu akuulizie usijiulizie usijiulizie I know God protect you. God protect you in the name of Jesus Christ. God protect you. God protect your family. God, God protect you. Yes. Gai ya kere gai. Ako hithe. Na ako kono kia mogu watine na ako hithe. Mawurui ne mothe. Toto ni uraho ya gai. Na wete kieti ya gai. Do wete kieti ya mahi nya mago kothe. Na urari ya vigi no yaku. Dole moishi. Urari ya vigi no yaku. Praise the Lord. Na enoragul mefika hapo. Nataka kumwambira Protection.